Bima Pub. Urahisi wa maisha.

Tumekuwa na watu wenye tamaa. Siha Longido hana nafasi ya wabunge wawili, ni moja tu. Mnasikia jamani, mpeni kura ili rais, katika kuunda baraza, iwa naibu waziri kamili aone. Kwa nini kwa aje, nina kisirani gani? Ndio maana amesema kwamba uwezi ukamwacha aliyekuwepo ukaleta, ndio kiongozi mwandamizi uongozi mwa, kwanza kwa kumpa hawa kama kuna taratibu ya kongoziamwa atm wanzaumpaama ua. Lakini nilikuja nikamwomba mheshimiwa na nikamweleza tu nikamwambia, ninapita magumu sana, lakini sijamwacha Mungu, nimeendelea kumtumikia Mungu, lakini kweli akasimama na mimi, hajanipa pesa ya mfukoni kwa sababu sisi kya, Rashida nabo kiongozi kama huyu hawezi kusaidia watu wote, na hawezi kukusaidia kwa elfu ishirini. Si akisema atoe elfu ishiri ishirini kwa watu wote, nani atapewa, nani atakosa, na nani atapata? Lakini akifanya vitu vya public vya watu wote tunabarikiwa. Mimi amenisaidia kama Paulo Zilia. sasa mtu kama huyu hivi tutakanye tuta mbali naye hata ni ni mbunge wetu na naibu waziri wa afya, na mimi siizungumzi kwenye siasa, nakwenda kwenye Bible. Warumi kumi na tatu mstari ule wa kwanza unasema kila mamlaka inatoka kwa nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tulimchagua tukampa kura za ubunge omovwe. Ni sisi ndio tulimteua kuwa naibu waziri? Nauliza, ni sisi tulimteua kwa naibu waziri? Hapana. Nani alimteua si rais? Rais. Mamlaka amepewa na nani? na Mungu. Kwa nini? Mm, mimi ninahakika rais hawezi kuteua mtu hivi hivi. Kuna kitu ulicho nacho, inawezekana hata watu wengine hawana hicho kitu. Nauliza tena, kuna kitu ulicho nacho ambacho hata watu wengine hawana hicho kitu. Ndio maana kateuliwa. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa, nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote.

Pasta Ezekieli, uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na presha kwa miaka kumi na moja nikapona, hey! Safiri pamoja na sim kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena, usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe mbili mpaka tarehe kumi na tatu mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Kwa maelekezo ya safari, piga simu namba 0774 78 15 37, njoo sasa upokee muujiza wako from above only.